Ah, leo bwana, nipo hapa shambani, nikasema ngoja niwaelekeze hii dawa ambayo itakusaidia kwenye vitu vingi sana. Sasa e, tumekuwa tukijifunza zaidi hapa shambani kwetu kuhusiana na namna ambavyo uh, unaweza ukatumia majani ya mpapai na mbegu za mpapai kuweza kutibia kuku wako. Lakini pia mizizi ya mpapai ina kazi kubwa sana kwa kuku na inatibu vitu vingi sana ambavyo nitakuelekeza hapa. Kwa hiyo leo nitakuelekeza namna ambavyo unaweza ukaandaa mizizi ya mpapai na namna ambavyo unaweza uka, ukaitumia na inatibu magonjwa gani. E, kwa hiyo nisikilize kwenye hii video mpaka mwisho. Kwanza kabisa tumeanza hapa tunachimba hii mizizi. Sasa hii mizizi Aa, ni kwamba unaweza ukachimba upande mmoja tu wa mpapai ili e, mpapai wako uendelee kuwepo, maana yake ukisema uchimbe wote na mpapai wenyewe unaweza ukafa. Kwa hiyo kama unavyoona hapa, tupo tunachimba upande mmoja na unahitaji kiasi kidogo tu, ambacho unaweza ukatumia kwa kuku wengi sana. Kwa hiyo hatua ya kwanza ni hiyo ya kuchimba. Uh, tukiwa tunaendelea kuchimba hapa ninataka ni kuelekeze faida za e, hii mizizi ya mpapai. Nianze kwanza na faida za mizizi ya mpapai, kisha nitakuja namna ya kuandaa na kipimo ambacho unawapa e, hao kuku wako. Kwanza kabisa mpapai, um, unatibu vizuri kabisa kideri. Hii mizizi inatibu vizuri kabisa kideri kama utachanganya, uh, kama utachanganya hii mizizi ya mpapai pamoja na mbegu za mpapai. Nadhani tulitoa video hapa tukielekeza namna ambavyo unaweza ukatumia hii mbegu ya mpapai. Nitaelekeza baadaye unaandaeje hii mizizi, kwa hiyo uendelea kutazama hii video mpaka mwisho, ili ujue namna ambavyo tunaweza tukaandaa hii mizizi kwa ajili ya kuchanganya na mbegu za mpapai ili kuweza kutibu kideri, kama kuku wako wapo na kideri. Eh, lakini pia ni tiba zuri kabisa ya coccidiosis. Sasa hapa ukiangalia eh, karibia vitu vyote vinatibu coccidiosis kwa sababu majani ya mpapai yanatibu coccidiosis vizuri kabisa eh, lakini mbegu za mpapai zinatibu coccidiosis vizuri kabisa, lakini tunakuja kuona hadi mizizi ya mpapai na yenyewe inatibu vizuri kabisa, lakini pia ni tiba ya minyoo. Eh, unaweza ukatibia kama kuku wako wana minyoo, ukiwapa hii mizizi, basi wana pona kabisa. hatu wapi tu hii mizizi kama ilivyo, kuna namna ambavyo tunaiandaa. Wewe endelea kusikiliza mpaka mwisho. Kwa mfano hapa unaweza ukaona e, inatakiwa uioshe vizuri kabisa, ili uweze kuondoa huo udongo ambao upo kwenye hii mizizi. Kwa hiyo unatumia maji safi kabisa kuweza kuiosha, kama hivyo ambavyo sisi tunaiosha hapo, lakini pia Aa, lakini pia hii mizizi ni kinga ya magonjwa, yale magonjwa ambayo yanasababishwa na virusi. Tunatambua kuna kideri, kuna gumboro, kuna ndui, yani tuseme ni kama vile chanjo. Aa, lakini pia ni kinga ya magonjwa ya bakteria, yale magonjwa ambayo yanasababishwa na bakteria pamoja na parasite. E, parasite, tunazungumzia kama vile minyoo. Kama kuku wako wana dalili za kupata minyoo, basi unaweza ukatumia hii au wapo katika mazingira ambayo wanaweza wakapata minyoo, utatumia hii e, mizizi vizuri kabisa. E, huku tukiendelea kuandaa unaona kabisa hapo tunaiosha vizuri kwa ajili ya kuichemsha. Hii mizizi lazima uichemshe, tunatumia mchuzi ambao umechemshwa, ndio maana unaona hapo tunaweka kwenye hiyo sufuria e. Kwa hiyo hivyo ndivyo ambavyo unaweza ukaandaa uka, uka. Kwa hiyo baada ya kuiosha vizuri, unaiweka jikoni, unaichemsha. Sasa hii mizizi unahitaji uchemshe kwa muda mrefu, yaani unahitaji uchemshe walau We, isipungue nusu saa ili e, iweze kuchemsha, yaani kiasi kwamba kwa mfano maji ambayo nimeweka humo unayaona hivyo, inahitaji uchemshe, yani yapungue mpaka yawe walau nusu yake. Kwa hiyo inategemeana na moto unaotumia kama ni moto wa gesi, tunajua ni mkali, lakini kama ni e, unatumia hii kuni nadhani utatumia muda mrefu zaidi ili kuweza kufanya hayo maji yafike nusu, yani kutokea hapo ulipojaza kwenye kwa mfano umejaza hivi kwenye sufuria, basi iwe nusu yake. Na haya maji tunakadiria tu kutokana na nini? Kutokana na kiasi cha mizizi ambayo umeiweka. Aa, kabla sijamalizia hii video ninapenda kuwakumbusha wapenzi watazamaji wa Kingo Farm, wale ambao mnatufuatilia. Kwanza, kama we ni mwanafamilia wa Kingo Farm au mdau wa Kingo Farm, kila tukitoa video unaangalia, basi fanya kusubscribe hapo, una like, unaweza ukashare na wenzako, ndugu zako, jamaa zako, kama una makundi kule WhatsApp, unaweza ukashare hii elimu adimu kabisa. Aa, lakini pia mbali na elimu ambayo tunaitoa bure kabisa hapa e, YouTube, tunavyo vitabu hivi ambavyo na vyenyewe vinatoa elimu nzuri sana kuhusiana na ufugaji. Humu ndani kwenye vitabu kuna madini ambayo hatujawahi kuyaongea sehemu yoyote ile, kwa hiyo kuna miongozo. E, kwa mfano ya ufugaji wa, wa, wa, wa kuku chotala kama hiyo safari ya ufugaji namna, ay, ambavyo unaweza kuchanganya chakula, jinsi ambavyo unawapokea vifaranga, jinsi ambavyo unawalea na vitu vingine vingi sana vipo humu. Kwa mfano humu tumeelekeza namna ya kuchoma chanjo ya ndui. Nadhani wengi shida inakuwa labda kumchoma kuku chanjo ya ndui hawawezi. Hiki kitabu kinamfaa sana yule mfugaji ambaye anafuga kuku wa mayai, lakini pia yule mfugaji ambaye anafuga kuku chotala tunao mwongozo wa ufugaji wa broiler. Hiki kinamfaa sana ambaye anafuga kuku wa broiler. Kina kila kitu humo ndani. E, kama unahitaji kupunguza gharama kuna hadi kanuni ya kutengeneza chakula kwa ajili ya broiler. Tunacho kitabu cha ufugaji wa kuku wa kienyeji. Jamani hichi kitabu ufugaji bora wa kuku wa kienyeji kina kila sababu ya kukufanya wewe uwe tajiri. Yaani kina mbinu bora kabisa za kukufanya wewe uweze kufuga kuku wa kienyeji vizuri kabisa. Yaani hata tumeweka mbinu humo hata ukianza na kuku kumi ishirini ndani ya mwaka mmoja ukatengeneza pesa nzuri sana kupitia hichi kitabu. Humo ndani kuna kinga za asili, kuna chanjo za asili, kuna vitu vingi sana vya kiasili asili lakini pia tunacho hicho uh, kitabu ambacho unakiona hapo, tiba za asili. Jamani, hiki kitabu tiba za asili kinatumika kwa kila aina ya kuku na ni kitabu kizuri sana, kimewasaidia wafugaji wengi sana kuweza kuatibia kuku wao. Kila kitabu kimoja hapo ni shilingi elfu kumi. Kwa hiyo kama unavitaji vyote vinne ni shilingi elfu arobaini na vipo katika soft copy, tunakutumia WhatsApp. Tukirudi kwenye somo letu, uh, baada ya kuchemsha sana eh, huu mchanganyo wako, kipimo ambacho utakitumia utachukua kikombe cha robo kila siku. Nawaambiaga tu kikombe cha robo, tunashindwa kuelewana, ni kikombe kama hicho hapo. Kwa hiyo utachukua nusu ya hicho kikombe utaweka kwenye maji lita kumi. Kwa hiyo unapochanganyia kwenye maji yako lita kumi, unachota hiyo nusu unaweka kwenye maji lita kumi kama unawakinga kuku wako, lakini kama unawatibia kuku wako chukua hicho kikombe kizima, yani unakijaza kabisa, unaweka kwenye maji lita kumi kama unatibu coccidiosis, wewe unatibu kideri. Kwenye upande wa kideri, nilisema unachanganyia na mbegu za mpapai, kuchanganyia na mbegu za mpapai vijiko uh, viwili vya mbegu za mpapai, kikombe kimoja cha robo kama hicho nilicho kuonyesha hapo, basi kuku wako wanapona kideri kabisa, wanapona kideri kabisa na huu unaweza ukachanganya hata na majani yake, yani majani, kwa sababu majani yale yana vitamini kwa wingi. Kwa hiyo ukachukua mizizi na majani ukachanganya ukawapatia kuku wako. Uh, jamani, niishie hapa, lakini niwakumbusha, unaweza ukatupigia hiyo namba ili kujiunga na mafunzo eh, ambayo tunayatoa kupitia WhatsApp group eh, gharama yake ni shilingi elfu nane eh, kwa muda wa miezi miwili.